Tetesi: Tanzania yafikiria kujiondoa ICC kufuatia madai ya vurugu za uchaguzi. Mjadala mpya umeibuka kuhusu nafasi ya Tanzania ndani ya Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Jinai ICC baada ya mashirika ya kimataifa na mawakili wa waathiriwa kuomba kufanya uchunguzi juu ya kile kinachoitwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu uliodaiwa kutokea baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba. Kupitia ombi lao, wametaka mahakama ya The Hague kuchunguza tuhuma za mauaji, utekaji na mashambulizi dhidi ya wapinzani. Rais Samia Suluhu Hassan akijibu shinikizo hilo ameagiza kuundwa kwa tume maalum ya ndani itakayochunguza matukio hayo na kutoa picha halisi ya kilichotokea ikiwemo idadi ya walioathirika. Amesema kiwango cha machafuko kilichoripotiwa hakikutarajiwa kwenye nchi inayofahamika kwa utulivu wake katika ukanda wa Afrika Mashariki. Ameongeza pia kuwa ipo taarifa kuwa baadhi ya vijana waliojumuika kwenye maandamano walipewa fedha na akauliza fedha hizo zilitoka wapi. Aidha, ametoa wito kwa vijana kutofanya maandamano wakati wa maadhimisho ya siku ya uhuru tarehe 9 Desemba mwaka 2025. Mjadala kuhusu ICC si mpya barani Afrika. Ingawa mahakama hiyo ilianzishwa mwaka 2002 kwa lengo la kushughulikia makosa makubwa kama mauaji ya halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu, serikali nyingi za Afrika zimekuwa zikiilalamikia kwa kile kinachoonekana kama upendeleo. Karibu kila shauri lilowahi kufikishwa ICC linawahusu raia au viongozi wa Afrika, wakati mataifa makubwa ya yasiyo wanachama kama Marekani au China hayajawahi kupeleka watu wao licha ya tuhuma mbalimbali za kimataifa zinazowahusu. Hali hii imezidisha hisia kuwa mahakama hiyo imekuwa ikitumika kama chombo cha kisiasa zaidi kuliko taasisi huru ya haki. Kutokana na maoni hayo, Umoja wa Afrika kwa miaka mingi umekuwa ukitafuta njia mbadala. Mwaka mbili elfu kumi na nne mapendekezo ya kuunda mahakama ya Afrika ya kushughulikia makosa makubwa yalitolewa. Mwaka mbili elfu kumi na sita nchi wanachama zilitakiwa kufikiria kwa pamoja kujiondoa kwenye mkataba wa Roma. Hadi sasa, Burundi ndilo taifa pekee lililojiondoa rasmi mwaka mbili elfu kumi na saba wakati Afrika Kusini na Gambia zilionyesha nia, lakini hazikukamilisha mchakato. Nchi nyingi barani humo bado zinahisi kuwa ICC inaushughulikia zaidi upinzani na waasi na mara chache kuwagusa watendaji wa serikali hata pale ripoti za mashirika ya haki za binadamu kama Human Rights Watch zinapotoa ushahidi wa wazi dhidi ya vikosi vya dola. Kupitia ukanda wa Sahel, mataifa ya Mali, Burkina Faso na Niger yameanzisha mahakama yao ya kikanda mwezi Septemba mwaka 2025, yenye jukumu la kushughulikia uhalifu wa kivita, ugaidi na ukiukwaji mkubwa wa haki. Mfano huo umeleta nguvu mpya kwa hoja kuwa bara linaweza kuwa na mifumo madhubuti ya haki bila kutegemea mahakama za magharibi. Kwa upande wa Tanzania, wito wa ICC kuchunguza matukio ya baada ya uchaguzi umeonekana na baadhi ya watu kama kuingilia mamlaka ya nchi. Endapo uchunguzi ungefunguliwa rasmi, maafisa waandamizi wanaweza kujikuta wakikabiliwa na hati za kukamatwa, jambo linaloonekana na wengi kama upendeleo ukilinganisha na jinsi viongozi wa mataifa yenye ushawishi mkubwa hawagusiwi. Kwa sasa mjadala ni mpana mtado ingiza sisadwa. Je, Tanzania iendelee kuwa sehemu ya mkataba wa Roma au ifuate mwenendo wa baadhi ya mataifa ya Afrika yanayotaka kujenga mifumo ya haki inayolinda usawa wa mataifa yote? Kwa kuangalia mazingira ya sasa ya kisiasa, maoni ya umma yanaweza kuelekea kuunga mkono mjadala wa kujiondoa. Swali linaloibuka ni moja, kati ya ICC na mifumo ya haki inayojengwa barani Afrika, ni ipi inaweza kutoa usawa zaidi bila ushawishi wa kisiasa kutoka nje ya bara? Huku uchunguzi wa ndani ukiendelea na nchi ikielekea maadhimisho ya uhuru, uamuzi huu hauwezi kuepukika kwa muda mrefu.